Raisi wa Sudani Kusini Salva Kiir ametangaza hali ya hatari katika jimbo la Bahr el Ghazal. Msemaji wa jeshi amesema hatua hiyo imetokana na kuongezeka kwa migogoro ya kikabila ikiwemo mauaji ya kulipiza kisasi. Kiir ametoa mamlaka zaidi kwa jeshi na magavana kuhakikisha mgogoro huo hausambai. Raisi wa Venezuela Nicolas Maduro amepuuza vitisho vya Marekani kuiwekea nchi yake vikwazo kuhusu mpango wa kuandika upya katiba ya nchi. Maduro ameishambulia Marekani katika mkutano wa baraza lake la ulinzi. Alimtaka pia waziri wake wa mambo ya nje kutathmini upya uhusiano wa kidiplomasia na Marekani. Marekani ameungana na Ujerumani na Sweden kulaani kufungwa kwa wanaharakati sita wa haki za binadamu nchini Uturuki. Uturuki na watuhumu wanaharakati hao kwa kuunga mkono kundi la kigaidi ambalo halikutajwa. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema atafanya kila wezalo kuhakikisha wanaharakati hao akiwemo Mjerumani wanaachiwa huru kanisa katoliki nchini ujerumani limetikiswa na kashfa ya udhalilishaji wa kingono dhidi ya watoto wa kiume waliokuwa wanasoma katika shule ya kwaya ya Regensburg Domspatzen ripoti iliyotolewa hivi karibuni inasema udhalilishaji huo ulifanywa tangu mwaka 1945 na kwamba kaka wa papa wa zamani Benedict wa 16 alijua baadhi ya waathirika wamesimulia yaliyowakuta na kesi dhidi ya mwanachama wa kundi la wanazi mamboleo Beate Chaipe inakaribia kufika mwisho. Mahakama mjini Munich Ujerumani inasikiliza hoja za mwisho kuhusu kesi hiyo. Beate, ambaye ndiye mwanachama pekee aliyesalia wa kundi la wanazi mamboleo la NSU, anashtakiwa kwa kuua watu kumi wenye asili ya kigeni, wengi wao wakiwa Waturuki.